DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ni saa 11 kwa saa za hapa Ujerumani sawa na saa 12 huko Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji, na karibu kwenye matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Saumu Mwasimba. DW Habari za Ulimwengu. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari: Israel yawarejesha warejesha makwa wanaharakati wa kigeni wanne waliokuwa wakielekea Gaza kwa boti. Ujerumani yaadhimisha miaka 35 mitano ya muungano wa zilizokuwa Ujerumani mashariki na magharibi. Na rais wa Madagaskar asema yuko tayari kutatua changamoto zinazowakabili raia. Habari kamili Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa wito kwa Wajerumani kushikamana na kuanza upya. Matamshi hayo ameyatoa leo wakati wa maadhimisho ya miaka thelathini na mitano tangu zilizokuwa Ujerumani mashariki na magharibi zilipoungana na kuwa taifa moja. Katika hotuba yake Merz amesisitiza pia umuhimu wa Ujerumani kuzingatia demokrasia na utawala wa sheria: wir wollen ein weltoffenes Tunataka kuwa taifa la Ulaya ambalo liko wazi kwa ulimwengu. Kwa sababu ya hilo, demokrasia, utawala wa sheria, uvumbuzi na mshikamano ndiyo maswala yanayolikamilisha bara la Ulaya. Hii ni Ulaya na huu ndio mtindo wa maisha wa Ulaya. is Merz amesema hayo katika hafla iliyofanyika mjini Zabruken iliyohudhuriwa pia na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kansela Merz pia ametoa wito kwa Wajerumani kuwajibika katika kukabiliana na kitisho cha usalama kwa kujitolea jeshini. Jerusalem. Israel imewarejesha makwao wanaharakati wanne raia wa Italia kati ya mamia inayowashikilia waliokuwa kwenye boti za misaada kuelekea Gaza. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israel imesema wanaharakati wengine wanaoendelea kushikiliwa nchini humo bado wako kwenye mchakato wa kurejeshwa nyumbani. Hayo yanajiri wakati waratibu wa boti za kupeleka misaada na wafanyakazi wa kujitolea katika ukanda wa Gaza wakisema Israel imeizuia boti ya mwisho ya wanaharakati hao leo Ijumaa. Jumatano wiki hii Jeshi la wanamaji la Israel lilianza kuzizuia boti takriban arobaini mbili za wanaharakati wasiopungua mia nne kuingia kwenye ukando wa gaza unaokabiliwa unao na mashambulizi makali. Antananarivo, rais wa Madagascar Andry Rajoelina amesema yuko tayari kusikiliza na kutafuta suluhisho la mataifa yanayokikabili kisiwa hicho. Hotu sawa, kupitia hotuba aliyoitoa katika ukurasa wa, kupitia ukurasa wake wa Facebook ameeleza kuwa hakuna anayenufaika kwa kile alichokiita uharibifu kwa taifa. Kiongozi huyo amesema maandamano hayawezi kutatua changamoto za nchi hiyo bali mazungumzo. Bila ya kutoa ushahidi, Rais Rajolina hivi karibuni aliwashutumu baadhi ya wanasiasa nchini humo kwa hujuma za kutaka kutumia maandamano hayo kufanya mapinduzi. Maandamano yaliyoanza Madagaskar wiki iliyopita yameendelea kusambaa ambapo raia wanapinga umasikini na rushwa. Rais Rajoelina hata hivyo ameipuuza miito ya waandamanaji ya kumtaka aondoke madarakani. Canterbury. Uingereza imemteua Sara Mulali kuwa askofu mkuu mpya wa Canterbury leo Ijumaa. kuteuliwa kwake kunamfanya kuwa mwanamke wa kwanza kuwa kiongozi wa kanisa la Anglikana nchini Uingereza katika kipindi cha miaka takriban mia tano. Mulali mwenye miaka sitini na mitatu anakuwa pia mkuu wa takriban wafuasi milioni themanini na tano wa madhehebu ya Anglikana, japo hana mamlaka makubwa. Mfalme Charles wa Uingereza ndiye kiongozi wa juu kabisa wa kanisa hilo la Uingereza, nafasi iliyoanzishwa katika karne ya kumi na sita baada ya Mfalme Henry wa nane kujitenga na kanisa Katoliki. Kanisa hilo halikuwa na kiongozi tangu mwezi Novemba mwaka uliopita elfu mbili ishirini na nne baada ya Justin Welby kujiuzulu kwa kuficha kashfa ya unyanyasaji kwa watoto. na hatimaye Nairobi Shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP limetangaza kupunguza msaada wa chakula kwa maelfu ya watu nchini Somalia. WFP limesema idadi ya watu wanaopokea msaada wa dharura wa chakula itapunguzwa kutoka milioni moja nukta moja hadi watu laki tatu na hamsini elfu katika mwezi wa Novemba kutokana na ukosefu mkubwa wa fedha za ufadhili. Mamilioni ya watu wanakabiliwa na athari mbaya zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi na baa la njaa nchini Somalia. Na msikilizaji, kufikia hapo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili inayokutangazia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bon, Ujerumani. DW, dunia yetu leo jioni. Na Manjela Mdungu, asante sana na wikendi njema. Heri ya muungano kwako <laughs> na, natumai kwamba utakwenda kuelekea kusherehekea siku vizuri. Na hapa tunaingia kwenye uchambuzi wa yale muhimu tuliokukusanyia jioni hii, ambapo ni pamoja na swala hilo la Eh, maadhimisho ya miaka thalathini na tano ya muungano wa zilizokuwa Ujerumani Mashariki na Magharibi. Wajerumani wametolewa mwito wa, wa kufungua ukurasa mpya wakati wakiadhimisha siku hii. Na kanisa la Anglikana lapata kiongozi mwanamke kwa mara ya kwanza katika historia yake ya miaka mia tano. Israel yawafukuza wanaharakati wanne raia wa Italia katika hatua ya kuwalenga mamia ya wanaharakati waliokamatwa kwenye msafara wa misaada uliokuwa ukielekea Gaza. Na msikilizaji, Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba ishirini na tisa na kampeni zinapamba moto, na kutokana na hilo pia utasikia ripoti kuhusiana na kinachoendelea huko nchini Tanzania. Kwa hayo na mengine, basi baki nasi kwenye uchambuzi huu. Tunaanzia hapa Ujerumani ambako kansela Friedrich Merz ametoa wito wa mwanzo mpya kwa Ujerumani katika hotuba yake aliyoitoa leo kwenye maadhimisho ya miaka thelathini na tano ya muungano iliyokuwa Ujerumani mashariki na magharibi. Na hafla ya maadhimisho hayo mwaka huu inafanyika katika jimbo la Saarland na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehudhuria. Macron amesisitiza kuwa sio Ujerumani mbili zilizoungana pekee miaka thelathini na tano iliyopita bali pia Ulaya imeungana na ipo imara. Amina Abubakar anayo taarifa zaidi. Merz amesema baada ya miaka thelathini na tano ya muungano na katika nyakati ngumu kwa Ujerumani, taifa hilo linapaswa kujipanga upya na kuziangalia siku za usoni kwa ujasiri na kujiamini. Akizungumza katika hafla ya maadhimisho hayo yaliyofanyika katika mji wa magharibi wa Ujerumani wa Zabroken, kansela Friedrich Merz alisema ni wakati wa Ujerumani kuanzisha juhudi za pamoja za muungano mpya nchini humo. Amesema watu ni lazima wawe na ujasiri wa kuyakubali mabadiliko kutokubali hofu kutawala fikra zao. Katika hotuba hiyo Merz alikumbushia namna watu wa Ujerumani ya zamani iliyokuwa na mfumo wa kisosialisti walivyoendesha mageuzi kwa amani yaliyopelekea kuanguka kwa ukuta wa Berlin, kuungana kwa Ujerumani mbili ya magharibi na mashariki, hatua iliyoangusha utawala wa kidikteta wa iliyokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ujerumani. Kansela huyo wa Ujerumani amesema leo ni siku ya kusherekea, lakini pia katilia mkazo kwamba siku hii inaadhimishwa wakati muhimu wa kufanya maamuzi magumu ya kitaifa Kigusia mapinduzi ya kidijitali, miungano ya uongozi wa kiimla na uchumi wa dunia ulio na vizingiti vya kibiashara. Ameonya kuwa mambo mengi ni lazima yabadilike iwapo Ujerumani itataka maendeleo zaidi. Leo Oktoba tatu, siku tunayoadhimisha pamoja, leo inabaki kuwa siku ya kusherehekea lakini lazima tujifunze kujilinda tena. Uongozi wa dunia unabadilika, kwa maana ya kwamba bado hatujashuhudia kukamilika kwa vita baridi. Serikali za kiimla zinatoa changamoto kwa utaratibu wa kiliberali duniani kote na kutoa changamoto kwa demokrasia ya Magharibi. Kwa hiyo ni lazima turudishe uwezo wa kutetea uhuru wetu. Deshalb müssen wir wieder fähig werden unsere freiheit Amewataka pia Wajerumani kuwajibika kukabiliana na kitisho cha usalama kwa kujitolea jeshini na ameunga mkono pia mageuzi yatakayoleta ustawi, teknolojia na mataifa kutoingiliana katika masuala ya ndani. Kwa upande wake rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, aliyealikwa kama mgeni wa heshima pamoja na mkewe Brigitte katika maadhimisho hayo, amesema sio Ujerumani mbili tu za mashariki na magharibi zilizoungana miaka thelathini na tano iliyopita, bali pia Ulaya imeungana na ipo imara. Hata hivyo, Macron amesema licha ya amani na ustawi kuongozwa na muungano huo, kila kitu kilichofanikishwa kinabakia kuyumba, akisisitiza bado kuna mivutano na mipasuko katika demokrasia za Ulaya, huku akitahadharisha kwamba kilichotokea miaka thelathini na tano iliyopita kinahitaji kukumbukwa. Maadhimisho hayo ya muungano pia yanafanyika huku kukiwa na kiwingu cha kitisho cha usalama nchini Ujerumani kilichosababisha uwanja wa ndege wa Munich kufungwa kwa muda baada ya droni kuonekana angani. Hata hivyo, duru za mamlaka ya anga ya uwanja huo zimesema safari za ndege sasa zimerejea kama kawaida, baada ya awali kusimamishwa baada ya droni hizo kuonekana na kutatiza safari hizo. Kisa hiki cha hivi karibuni kinafuatia msururu wa droni kuonekana katika anga za Ulaya ndani ya wiki kadhaa zilizopita na kufungua mjadala wa namna Ulaya inavyoweza kujilinda na kitisho hicho cha droni. Naam, no, ni Amina Abubakar akituondoa hapa barani Ulaya na hususan hapa nchini Ujerumani katika kuangalia miaka thelathini na tano ya muungano wa mashariki iliyokuwa mashariki na magharibi. Na tunaingia huko mashariki ya kati, ambako Israel imewafukuza wanaharakati wanne raia wa Italia, ikiwa ni hatua ya kwanza inayowalenga mamia ya wanaharakati waliokamatwa kutoka kwenye msafara wa misaada uliokuwa ukielekea Ghaza. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umesema hakuna mahala salama kwa Wapalestina waliolazimika kukimbia kutoka jiji la Ghaza. Taarifa kamili na Salema na Milongo hatua ya Israel kuwarejesha makwao wanaharakati hao imekuja muda mfupi tu baada ya meli yao ya mwisho kuzuiwa na jeshi la wanamaji la Israel. Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imesema tayari imewafukuza wanaharakati wane raia wa Italia waliokuwa ndani ya msafara wa meli na kuongeza kuwa wengine bado wako katika mchakato wa kufukuzwa. Polisi wa Israel wamesema kuwa zaidi ya watu mia nne sabini wakiwemo wanaharakati na waandishi habari waliokuwemo ndani ya meli hizo walikamatwa na polisi. Msafara wa Global Samud Flotilla ulianza safari mwezi uliopita ukiwasafirisha wanasiasa na wanaharakati wakiwemo Greta Thunberg kutoka Sweden kuelekea Gaza ambako umoja wa mataifa unasema njaa kali imeanza kushika kasi. Leo Ijumaa, Umoja wa Mataifa umesema kuwa hakuna mahali salama kwa Wapalestina waliokimbia mji mkuu wa ukanda wa Gaza. James Elder, msemaji wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, ameyataja maeneo ya usalama yaliyotajwa na Israel kusini mwa Gaza kuwa ni maeneo ya kifo. Bombs are dropped from the sky with chilling predictability. Mabomu yanarushwa kutoka angani kwa utaratibu wa kutisha. Shule zilizotajwa kuwa makazi ya muda zinageuzwa kuwa magofu mara kwa mara. Mahema yanashambuliwa katika maeneo hayo, na bila shaka hayatoi ulinzi dhidi ya vipande vya mabomu, na kwa kweli, kama tulivyoona, mahema hayo hayo huungua moto mara kwa mara kutokana na mashambulizi ya anga. Katika baadhi ya miji barani Ulaya, maandamano yamefanyika kutaka usitishwaji vita huko Gaza. Waandamanaji wanaounga mkono Palestina walikaribia lango la kituo cha mazoezi cha timu ya taifa ya soka ya Italia leo Ijumaa, wakitaka mechi za kufuzu kombe la dunia dhidi ya Israel isichezwe Oktoba kumi na nne ijayo kutokana na vita vinavyoendelea Gaza. Maandamano hayo yalikuwa sehemu ya mgomo wa kitaifa wa siku moja. Uliolenga pia kushinikiza msafara wa misaada uliodhibitiwa na jeshi la Israel. Mamia ya treni zilifutwa au kuchelewa pamoja na ndege kadhaa za ndani na shule nyingi za binafsi na za umma kufungwa. Katika hatua nyingine, serikali ya Uholanzi imetangaza kuchunguza upya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi kwenda Israel kutokana na hatari ya Israel kutumia vifaa hivyo katika kampeni yake ya kijeshi huko ukanda wa Gaza na askofu wa london sara mullally ametangazwa kwa askofu mkuu wa canterbury akiwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo katika historia ya kanisa la uingereza ya miaka takriban mia tano mullally anaishika nafasi hiyo katika wakati ambao kanisa la kianglikana nchini uingereza linakabiliwa na tofauti za kimtazamo hasa kuhusu ndoa za jinsia moja mengi zaidi ni katika taarifa iliyoandaliwa na silvanus karimera Swala la kuwa na kiongozi mwanamke wa ngazi ya juu katika kanisa la Uingereza huko Canterbury limekuwa na mjadala wa muda mrefu bila maelewano, lakini sasa historia imeandikwa. Sarah Mullally mwenye umri wa miaka sitini na tatu amevunja mira hizo. Anachukua nafasi ya Justin Welby, ambaye alijiuzuru baada ya uchunguzi huru kufanyika na hatimaye kumkosoa jinsi alivyoshughulikia kesi ya ubakaji. Uteuzi wa Sarah Mullally kuwa askofu mkuu wa Canterbury ni hatua ya kihistoria kwa kanisa la Canterbury nchini Uingereza ambalo kwa mara ya kwanza mapadri wanawake mwaka elfu moja mia tisa na tisini na nne mwaka elfu mbili na kumi na tano wa kanisa hilo pia na kwa mara ya kwanza likamtangaza mwanamke wa kwanza kuwa askofu miongoni mwa maaskofu wa kanisa hilo. Sarah Mullally anachukua nafasi hii akiwa mwanamke wa kwanza kuwa askofu mkuu ndani ya kipindi cha miaka zaidi ya mia tano iliyopita na anafuatia wanaume mia moja na watano maaskofu wakuu tangu askofu mkuu wa kuu kwanza wa kanisa la Canterbury mwaka mia tano tisini na saba baada ya Kristo. Katika hotuba yake ya kwanza kwa umma kwenye kanisa kuu la Canterbury, na aliyefungua kwa sala ya maombi ameomba pia kuombewa, kutokana na masuala yanayoendelea ni katika jamii kwa sasa as a church We have to often to or take. Kama kanisa mara kwa mara tumeshindwa kutambua ama kuchukulia kwa umakini swala la matumizi mabaya ya madaraka. Mimi kama askofu mkuu, jukumu langu litakuwa ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwasikiliza manusura, kuwajali waathirika na kuimarisha amani na maisha bora kwa wote. Hili halitakuwa rahisi. Historia yetu ya kulinda udhaifu na kushindwa mambo vimetuachia urithi wa maumivu na kutuaminiana. Tafadhali niombee kama ninavyoombea

Uteuzi wake tayari umeibua malalamiko kutoka makundi ya wa Wakristo wenye msimamo mkali, huku pia muungano wa makanisa ya Afrika na Asia yakionekana kupinga uteuzi huo kwa misingi kwamba kanisa la Uingereza limekiuka misingi yake ya uongozi wa kanisa. Lakini wadadisi wanahisi kutangazwa kwa Malali kunabeba hisia na wajibu wa kimataifa kuhusu usawa katika kanisa, kama mwanamke wa kwanza kuweka uzani sawa katika kanisa la Kianglikani lenye waumini milioni 85 katika nchi 165 kote ulimwenguni. Bw tunavuma kwa kishindo. Hmm. Na sekta ya utalii nchini Kenya inabadili mfumo wake na kukumbatia bidhaa na huduma za kisasa na vivutio tofauti. Hilo limebainika baada ya idadi ya watalii kuongezeka kwa asilimia 15 kufikia mwaka uliopita. Pato la utalii nalo pia linatarajiwa kuongezeka hasa kwa kujikita katika ushirikiano wa mataifa ya Afrika. Thelma Mwazaya alitembelea maonyesho utali ya utalii ya MKTE mjini Nairobi na kuandaa taarifa ifuatayo maonyesho haya yaliyofanyika kwenye bustani la uhuru jijini Nairobi yaliwaleta pamoja washiriki elfu sita mia tano kutokea mataifa arobaini. Akizungumza kwenye ufunguzi rasmi naibu rais Kithure Kindiki alibainisha kuwa Kenya inapania kupata shilingi trilioni moja nukta tatu mwaka huu pekee ambayo ni sawa na asilimia saba ya pato lote la taifa, limefafanua pia baraza la utalii la usafiri duniani WTTC. Ijapokuwa takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya watalii imeongezeka kwa asilimia kumi na tano ipo haja ya kunadi bidhaa na vivutio vya kisasa katika sekta ya utalii. Kauli hizo zinaungwa mkono na mwenyekiti wa bodi ya utalii nchini Kenya Francis Gichaba. hii sherehe inazidi kupata wageni kutoka nchi za mbali mwaka huu tumekuwa pia na exhibitor kutoka Barbados. Ukisharudi kwako nyumbani, utaweza tena kuambia watu wa kwamba ulikuja uli pale Kenya ukatibiwa, ndio hospitali ni nzuri, madaktari wako na, ukaweza kujionea nchi ambao hungeweza kujionea kama hungekuja hapa. mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza katika historia ya maonyesho ya utalii ya MKTE, Kenya ilitumia nafasi hiyo unadi bidhaa na vivutio vya huduma za afya zinazopatikana ndani ya mipaka yake. Dr. Mercy Makena ni mtaalamu wa upasuaji anayejikita katika kuimarisha maumbile na anaamini kuwa hatua hii itaiweka Kenya kwenye nafasi nzuri. Kuja Kenya unaweza pata sajari, whether ni ya kichwa, ya tumbo, watoto wadogo, hiyo ni pediatric sajari, plastic sajari. Pia kuna wellness, wagonjwa wenye wanaugua kansa wanaweza kuja Kenya na waweze kupata matibabu. Ifahamike kuwa utafiti umeweka Kenya mstari wa mbele katika sekta ya utalii kwenye eneo la Afrika Mashariki. Hata hivyo, ushindani ni mkali, ukizingatia idadi ya wageni waliopokelewa. Kauli mbiu ya maonyesho hayo ilijikita katika kupigia debe utalii endelevu na kuimarisha uwekezaji. Joshua Modaha ni naibu mkurugenzi mkuu wa hoteli ya kifahari ya Kesha Farm inayojali mazingira iliyoko eneo la Karatu kaskazini mwa Tanzania, na anasifia muundo wa aina hiyo. Asilimia kubwa ya mazao ile tunalima pale kwenye maeneo yetu ni kwa ajili ya kuhudumia wageni wetu. Wageni wengi wanapenda kahawa, na sisi tunauza, tunatoa kahawa. Kwenye upande wa utunzaji wa mimea yetu kwa ajili ya mazingira yetu, tuko na maji ya kutosha, tunapanda miti sana, na kwa kufanya hivyo tumeweza ku attract aina mbalimbali za ndege kwa wale wageni ambao wanapenda kujifunza kuhusu ndege. Maonyesho haya siku tatu yamefunga milango yake hii leo. Thelma Mwazaya, DW Nairobi. Na tukamilishe uchambuzi wetu huko nchini Tanzania. Uchaguzi mkuu wa taifa hilo unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu na unazidi kupata joto na unazidi kupata joto. Kampeni zinazoendelea zinazidi kupata joto, si tu kupitia mikutano ya hadhara, bali pia kwenye mitandao ya kijamii. Hapa ndipo wagombea na wananchi wanakueleza hoja zao, kutoa maoni na kujadili mustakabali wa taifa kwa sauti za wazi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Je, kwa taifa hilo la Afrika Mashariki lenye watumiaji wa mitandao zaidi ya milioni ishirini, maamuzi ya Oktoba 29 yanaweza kufanyika mitandaoni. Flo, Florence Majani na taarifa hiyo. Mwaka elfu mbili na sita wakati Jack Dorsey alipobuni mtandao wa kijamii wa Twitter, sasa X, alidhani utatumika kutuma taarifa fupi tu kati ya marafiki, lakini leo hii mtandao wa X umekuwa ndicho chanzo cha vuguvugu za kisiasa ulimwenguni. Hayo yanadhihirishwa wakati Tanzania ikielekea katika uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani hapo Oktoba ishirini na tisa ambapo hoja, maoni, ahadi na maswali katika kipindi hiki cha kampeni vyote vinawekwa kwenye mitandao ya kijamii ikiwamo X, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook na Telegram. Vuguvugu vugu hili la kisiasa kuhamia katika mitandao ya kijamii limechagiza hoja iwapo mitandao hiyo inaweza kuhamasisha kuchagiza mabadiliko na kupelekea maamuzi ya kisiasa katika uchaguzi mkuu DW imezungumza na Kevin Masai mtaalamu wa masuala ya kidijitali kutoka nchini Tanzania ambaye anafafanua jinsi mitandao hiyo inavyoweza kubadili upepo wa uchaguzi mkuu ujao kwamba wewe kama uko Instagram unahamasisha kule, labda inakuwa tu ni picha. Walio YouTube wenyewe wanahamasishwa kwa video, walio Twitter wenyewe watahamasishwa labda kwa spaces ambazo watu wanaongea, labda na zile tweets, wingi wa tweets, kadri mtu anavyozitweet na kuzifanya kama thread. Ukija TikTok na wenyewe uwe live, labda uhamasishaji wa, wa live, kwa sababu TikTok live ndio imeshamiri, ime kwa uhamasishaji wa kusema kama tutaenda moja kwa moja, unategemea na hizo tofauti na utumiaji wa wa platform zote. Ripoti ya mwaka elfu mbili na ishirini ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania, TCRA, inaeleza kuwa wapo watumiaji wa intaneti milioni ishirini na tisa hapa Tanzania. DW imezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania Profesa Wetengere Kitojo ambaye ameeleza jinsi majukwaa ya kidijitali yalivyogeuka vipaza sauti vya wananchi wanaotaka haki, demokrasia na usawa. Unafahamu pia kwenye mitandao watu wanaweza pia wakajificha, kulingana na hali ya, ya sasa hivi, watu wanaweza wakajificha kidogo kwenye mitandao, huongelea zaidi kwenye mitandao kwa njia ya kuto wananchi na, wana na watumiaji wa mitandao ya kijamii hapa Tanzania wanasema mitandao ya kijamii imekuwa ikiwasaidia zaidi katika kupata elimu na kujua kinachoendelea Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu ujao. William Kasembe anaeleza. Kuna vitu vingine vyombo vya habari kama wanavyoita wa wenyewe wazungu inasika kuyasema mambo yake, lakini wakienda kwenye mitandao ya kijamii na kuyasoma wanayachanganua watu hawa, inawezekana itusaidie kwenye uchaguzi huu, lakini kadiri chaguzi zinavyokuja uelewa utakuwa mkubwa, watu watapata elimu. Katika dakika hizi za lala salama kuelekea Oktoba ishirini na tisa, mitandao ya kijamii inazidi kushika nafasi kubwa katika mwelekeo wa mjadala wa kisiasa nchini Tanzania. Lakini bado swali kuu linasalia, je, nguvu ya kura itaamuliwa majukwaani na mikutanoni au sasa maamuzi ya watanzania yatachochewa zaidi kwa maneno kama like, share, na mijadala ya mitandaoni. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. njama karibu tena, we umepitia kwenye mitandao, ndo uchaguzi wa Tanzania ndio like, share na comment ndio mambo yanazungumzwa like <laughs> lakini hapo kwa uchaguzi wa Tanzania mm, maoni yanakuwa ni tofauti. Wengine wanasema kwamba hawaoni kama kutakuwa na uchaguzi ama wanataja uchaguzi wa Tanzania, tume tume imesema wanasema, mm, wanasema hawatambui tume. Ni kitu gani Tanzania safari hii? Oh, wow, wamejitia hamnazo Uh -huh. baadhi yao lakini. E, sasa hivi Saumu, nataka nikupeleke viwanjani kidogo uelewe. uh -huh. E, hii ligi kuu ya Ujerumani weekend hii inaingia katika mzunguko wa sita. uh -huh. na weekend hii kuna mechi kali, mechi mbili, yani timu nne ambazo ziko kileleni mwa jedwali uh -huh. zinapambana yani, eh, Bayern Munich inacheza na Eintracht Frankfurt alafu uh, RB Leipzig inacheza na Borussia Dortmund uh -huh. hizi ni mechi kali. Yani, moto kutia macho, yote yatakuwa yanaelekezwa huko, na Deutsche Welle mtatangaza bila shaka vile tutaleta mechi kati ya Borussia Dortmund na RB mm -hmm. Leipzig nitakuwa pale nyuma ya bomba pamoja na Suleiman Mwiru kuweza kuarifu wasikilizaji wetu eh, lakini nimewaambia kwanza watutupie karata zao, wanasema nani labda ataweza kushinda katika kwa mechi. Wengi itakuwa Bayern. <laughs> wow. kwa kweli katika mechi sita tano walizocheza tayari mm. hawajapoteza mechi hata moja, hawajatoka sare hata mechi moja mm -hmm. kwa hiyo hii nakuonyesha kwamba msimu huu Bayern wameamua kwamba kuanzia mwanzo kusonga nikaende kaende, licha ya bia kuwa nyingi, lakini Oktoba mpira unaonekana bila <laughs> shaka wanajiandaa kabisa <laughs> vilivyo, lakini kocha Vincent company amesema kwamba Eintracht Frankfurt ni timu ngumu ambayo ameitazama na anasema kwamba mechi ya wikendi hii lazima awe makini zaidi ama wanaweza kuteleza. Kwa hiyo mm, mengi yanazungumzwa, lakini zaidi watuandikie pale katika mitandao yetu Instagram na Facebook. Wao wenyewe wanasema wa wa wa, asiyekuwa na miguu atie gongo, ndio hiyo muhimu <laughs> <mga> kabisa <laughs> <laughs> Kuna jingine jingine kule, kuna saumu, kuna vile vijigari vidogo vidogo. Zamani ilikuwa nyumbani kule kwetu tunaviita vigari kama kobe, sijui ah, vifahamu hivi vigari Hahaya, mm. <laughs> Sasa kuna video DW Kiswahili tumechapisha pale uh -huh. ya vigari aina kama hiyo kimoja kinaitwa Trabant ambayo, leo kwa sababu ni siku ya muungano wa Ujerumani, wanavitaja vigari hivi mm. kama fahari ambao wanajivunia tangu wakati huu. Kwa hiyo msikilizaji na mtazamaji wakimbie kule wakatazame, eh, namna wanavyojivunia Wajerumani vigari hivyo. sawa sawa, basi tuangalie mitandaoni hapa kwetu ujumbe uliofikishwa na wasikilizaji kuhusiana na ripoti zetu. Mm -hmm. Kabla hatujafunga matangazo naona, Benjamin Puka ujumbe wake ni wa kwanza kabisa, anatokea njia panda himo, Kilimanjaro, Tanzania. Anasema mzozo wa Urusi na Ukraini ni hatari, kwani kila kukicha unazidi kuongezeka. Imrani Jumbo anasema, anasema taifa pekee lenye uwezo wa kutuliza ghasia zote duniani kwa sasa ni Urusi. Kwa hata utulivu tunaupata baadhi ya nchi za Afrika unaletwa na Urusi. Masanja Kuyanja Mwakuhenga yupo Tanzania, yeye anasema tunaomba uchaguzi uwe wa amani na haki Tanzania. Osman, Amesema yuko Tanzania kueleza ni wapi, lakini anasema mm, sisi kama wa Tanzania hatuna imani tena na tume ya uchaguzi ya Tanzania pamoja na mahakama zake, kwa sababu hivi vyombo vyote vimekuwa vikimilikiwa na CCM. Kwa hiyo tunahitaji uongozi mpya wa kuliongoza taifa la Tanzania kwa uhuru na haki za watu na sio uonevu na ushauri mbovu wa viongozi wa staafu kwa rais. Naona mm -hmm. pia ujumbe wake Zuberi ya haya yanasema, uchaguzi wa mwaka huu hauna maana yoyote, ni vituko tu, wagombea wote wa CCM kwanza yauraisi hadi udiwani wameshapita kwa hila. Ndaro Silvester anasema hongera kwa taifa la Ujerumani. Swali, je, ni kwa nini kansela na nguvu kisiasa kuliko raisi njio mpangilio wa kikatiba. Sasa asante Saumu, njama tukamilishe matangazo kwa sababu taa nyeupe hiyo tumeshawashiwa, muda wetu umekwisha. Asante msikilizaji kwa kutufuatilia kwenye Facebook na hata unayetufuatilia kupitia redio mbalimbali washirika huko Afrika Mashariki nakati tunasema shukran sana. Mimi ni Saumu, wikendi njema, na sisi tunakwenda kuendelea kusherekea muungano wetu hapa hapo, tunaruka majoka. Hey, tu layo, baby, <laughs> <laughs> <Ciao>. <laughs> Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, Idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8 Utelsat 8 WB Hotbird 13 G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwa aherini.